Sasa inakuaje? Sasa hayo ndiyo maneno ya mpenda wetu Paulo Nsekera Mboje Sabuni. Padre, tunawashukuru ninyi kwa upendo wenu. Tumesafiri na Padre Sabuni toka mwaka elfu mbili na tatu mwezi wa sita baada ya matokeo ya form four akajiunga nasi sehemu ya pili ya malezi ya seminari ndogo chini ya uongozi wa mkurugenzi wetu wa miito Padre Martin Dominic, wakati ule miezi michache kabla ya Padre Evodi na Chenga kuchukua nafasi hiyo. Hivyo, kwa sababu alipenda masomo ya sayansi, basi yeye na mimi tukapangiwa kwenda Mwanza Nyegezi kwa michepuo ya PCM, na yeye PGM. Hivyo toka hapo miaka hiyo ishirini na tatu tumekuwa pamoja naye hata siku hiyo ya tarehe 30 Januari mwaka huu. Amekuwa mtu mwema na amekuwa mtu wa kusamehe, amekuwa mtu mwenye kupokea na anapenda kuambia watu, unapokuja kwako anakuambia ujambo e, unamwambia wewe ujama kwa ujambo, kwanza si jambo, asema sawa. Hivyo alifurahi kuona mwingine yuko na amani, kisha yeye kumpokea katika hali hiyo. Sisi tuliopo hapa ni wawakilishi tunapungua watatu ambao wako safarini wengine kutoka Ifakara kuja na wengine kwa dharura za magonjwa lakini watajitahidi usiku tukeshe. Hivyo tunasema asanteni kwenu nyote kwa upendo mlioonyesha kwa ndugu yetu Padre Paulo Nsekela Mboje Sabuni. Na mwisho Padre alipenda kuwa mtu wa upatanisho. Pale ambapo tunahisi tumemkosea yeye ametusamehe, na pale ambapo aliwakwaza baadhi yetu, basi tunaomba msamaha kwa niaba yake, tunaomba mtusamehe. Amefariki akiwa na amani ya roho. Na kabla ya kufariki kwake tulikuwa tumeruhusiwa kurudi nyumbani, hivyo akatuambia turudi nyumbani, tukafurahia upepo kule, ni mlimani kaniambia mna niweka hapa juu agakani, tunapata upepo wa bahari, lakini sio kama ule wa pale IPTL. Kamwambia sawa, tunarudi lini? Nikamwambia tunarudi kesho, hiyo ni Alhamis. Akasema sawa basi, katika kaa kaa zile za kutoka akasema harakisha basi, ili mambo yawe mazuri, na kwa maana hiyo tutakula lunch IPTL. Akasema ndio, na ikawa shukurani yake kwetu mchana ule basi akawatazama, wazazi walikuwepo, wadogo zake walikuwepo, na mimi nikawa nimetumwa ili kuhakikisha yale mambo ya kulipa yanaenda vizuri. Muda wa jioni ulipokaribia, nikiwa bado njiani narudi, akatumia simu ya baba ananiambia, uko wapi sasa? Namwambia, ninakuja, fanya haraka. Kamwambia, sasa wewe mimi sio muumini wako bwana, mimi <laughs> ni rafiki yako. Akasema nimeelewa. Akakaa dakika kumi, akatumia simu ya mdogo wake Amos, uko wapi Nikaambia kwenye pikipiki narudi, akasema fanya haraka. Basi ya tatu nikamwambia, naomba usinisumbue, niko kwenye pikipiki piki, nikidondoka hapo mambo yataenda kaema. Kweli basi nitakusubiri mpaka utakapokuja, sitakusumbua. Basi akupiga tena simu. Kwa hiyo saa kumi na mbili jioni nilivyorudi pale.